Hapa ndio hivyo, unaona rasi zetu zilizoko hapa ni kutoka hapa kwenye hizi nasari mpaka kule mwisho, lakini sio eneo kubwa. Kilivyo kwamba ni kubwa ya kuzidi ni kwamba eneo ni la kawaida sana, lakini kutokana na rasi zilizoko hapa hizi, ambazo round tank tunaziona mbele yetu, ni kwamba zina uwezo wa kubeba samaki elfu tisa. Ambapo ungeamua labda mkulima kusema ufuge samaki kwenye mabwawa, unaweza ukakuta unachimba mabwawa mengi sana kiasi kwamba hata eneo hili tulilopo ukaongeza ukahitaji kuliongeza. Kwa sababu gani? samaki elfu tisini kwenye mabwawa hawawezi wakatosha eneo dogo hapa. Kwa hiyo hii pia imetusaidia tuna sevu, tuna nini, tuna sevu hata conflict wakati mwingine.